hapa hapa kwa sababu sikutarajia kuwa kwenda kwenye penalti. Hii ni shilingi milioni moja. Sawa. Kwa ajili ya Yanga ambao wameshinda leo. Hizi ni pesa kutoka kwa Mama Samia, Samia Mheshimiwa Rais kasema maafisa ya utamaduni na maafisa michezo michezo, mkirudi kwenye wilaya zenu, kasimamieni ligi zinazofanyika, kasimamieni mashindano mbalimbali, watu waanze kufanya jogging kila Jumamosi, sawa. Tuimarishe afya, tuibue vipaji, tujenge uchumi, sawa. Jamani, mwakani kikao kazi cha mwakani, ndio, tunafanyia wapi? Tutawaambia, lakini mwakani zawadi ya mshindi wa kwanza itakuwa shilingi milioni tatu <tabas> na mheshimiwa waziri ataongeza milioni mbili. Mshindi wa kwanza atapata milioni tano. Mshindi wa pili, mheshimiwa rais atatoa milioni mbili na mheshimiwa rais atatoa milioni moja. Mshindi wa tatu, mheshimiwa rais atatoa milioni moja, mheshimiwa waziri atatoa shilingi laki tano. Sasa mwakandi, tutakuwa na Simba na Yanga, tutakuwa na timu zingine zitakazojiunda. Tutaweka mfumo, watu watajisajili kuunda timu zao, tutakuwa na ligi. Wakati wa kikao kazi, tutakachokifanya kila siku ya kikao kazi jioni, mechi au sio? Kwa hiyo naomba mwakilishi wa Yanga huyo huyo hapa, kapteni huyo hapa, shilingi milioni moja, hii hapa kapteni. Kapteni. Kapteni Simba nitawapatia baada, oh, ya hapa hapakazia, oh. <laughs> kwenye Serengeti baadaye, ah.